Hapa kuwa na sheria madhubuti ya wajane ili kuweza kukinga haki zenu. Hili tutalifikisha mwisho kwa sababu imeshaanza kuandikwa, wadau wameshakutana, serikali imeshashirikishwa kwa maana mwanasheria mkuu wa serikali. Awamu ijayo tutahakikisha tunaikamilisha sheria ili tuwe tuna sheria kali kuwabana watu wanaotelekeza watoto. Lazima huduma za malezi na matunzo ya watoto zifanywe na wazazi wote. Ahadi yetu ni kwamba sisi, mimi mmoja, nisingependa nione katika jamii yetu kuna watoto waliotelekezwa na wazazi wao. Lazima tusimamie haki ya mtoto, lazima tusimamie haki za wajane. Ndugu zetu marasta walisema kwamba wao mambo mawili wangependa tuwasaidie: katika kuwawezesha kwa biashara zao wanazozifanya, na wengi wako katika sekta ya utalii, na vilevile wanataka tuwe karibu nao, ili serikali iwe karibu kusikiliza changamoto zao na kufanya nao mambo ya kujenga nchi. Basi mimi nasema hakuna kundi tutakaloliacha katika uwezeshaji, tutakufikieni.